Ninakusalimu kwa jina ya lipitalo majina yote jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni Mei tatu hadi Mei tisa ya mwaka wa 2025. Kumbuka tuko katika robo ya pili ya mwaka huu wa 2025. Robo inayosema vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia katika juma hili tunaenda kuliangazia somo la sita linalosema kuelewa kafara. Hii ni sabato mchana, Mei tatu. Mwandishi anatuelekeza katika juma hili kusoma Isaya sura ya kwanza aya ya pili hadi kumi na tano Waebrania sura ya kumi aya tatu hadi ya kumi mi Kutoka kumi na mbili aya ya kwanza hadi kumi na moja Wakorintho wa kwanza sura ya tano aya ya saba Hagai sura ya pili aya ya saba hadi ya tisa Isaya sura ya sita ya kwanza hadi ya tano na Ufunuo sura ya nne aya saba hadi kumi na moja. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Ufunuo sura ya tano aya tisa. Neno la Mungu linasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Yesu alipokuja kwake Yohana Mbatizaji alisema, "Tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu." Yohana Mtakatifu sura ya kwanza 29. Hili lilirejelea bayana wazo la kafara ya wanyama ambayo yote ilielekeza kwenye kifo mbadala cha Kristo kwa niaba ya wanadamu wote. Katika Biblia, hatuwezi kuepuka mada ya kafara ya mnyama. Inapita kama uzi mwekundu katika kurasa zake zote na ina wajibu muhimu katika tukio kubwa katika Ufunuo ambapo Yohana anapelekwa katika chumba cha enzi cha Mungu. Ufunuo sura ya 4 na ya 5. Ukweli kwamba Yesu anatokea katika tukio hili muhimu akionekana kama mwana kondoo aliyechinjwa, Ufunuo sura ya 5 ya 6, ni ufunguo muhimu wa kuelewa tukio zima la unabii. Juma hili tutaangalia baadhi ya mada za kafara zinazotuwezesha kumfahamu Yesu, mwana kondoo aliyechinjwa, mhusika mkuu wa wazi wa matukio ya chumba cha enzi. Anakubaliwa kama anayestahili, ambapo hakuna mtu mwingine yeyote, na kustahili kwake kwa pekee kunafunua mengi kuhusu kile ambacho Bwana alikuwa anakifanya kupitia mfumo wa kafara. Kunamdhihirisha kama Mungu wa upendo usio na ukomo aliyetoa kafara bora kabisa, tendo ambalo sisi na viumbe wengine wenye akili katika ulimwengu, tunalistaajabia milele. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya Mei kumi. Siku ya Jumapili tutajifunza kafara zisizo na maana, Jumatatu damu ya mafahali na mbuzi Jumanne, mwana kondoo wa Pasaka. Jumatano Yesu hekaluni. alhamis kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote. Ijumaa, jifunze zaidi. Kumbuka, mada juma hili inasema kuelewa kafara, na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili katika utangulizi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sasa na hata milele. Amina.